Mimi naitwa Omar Said Shabani <coughs> ni mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo, lakini pia ni mmoja kati ya wapeleka mashauri ya uchaguzi eh, nikipigania jimbo la Pangawe, lakini pia ni wakili kwenye kesi hizi zilizofunguliwa na chama cha ACT Wazalendo kupitia wagombea wake eh, wa ngazi mbalimbali kupitia wabunge wakilishi na madiwani. Leo tarehe kumi na tatu Februari Mahakama Kuu ya Zanzibar, uh, masjara ya Tunguu imetoa uamuzi, uamuzi ambao jaji uh, wa mahakama kuu, Jaji Salma Hassan ametoa uamuzi wa kukubaliana na pingamizi za awali zilizowekwa na wa <coughs> wapinga maombi uh, ambao kwa muktadha huu ni uh, wasimamizi wa uchaguzi lakini pia mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Uh, mpingamizi ambayo walioiweka natokana na maombi ambayo wagombea kwa majimbo kumi na saba ya Unguja wameafaili wamefaili wakiomba mahakama ingilie kati kuzuia zoezi la uharibuji wa nyaraka uh, za uchaguzi ambao mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kupitia tangazo lake kwa vyombo vya habari ameeleza kwamba tume imefikia maamuzi ya kuchoma. Sasa <coughs> uamuzi wa leo Uh, baada ya kufaili application mahakama leo ilitoa uamuzi kukubaliana na pingamizi uh, la kiufundi niliite, ambayo wamesema wenzetu wa upande wa pili kwa maana ya serikali kwamba viapo vilivyoambatana na maombi yale <coughs> vimeapishwa mbele ya kamishna wa viapo ambaye hajahuisha leseni yake. Kamishna wa uh, viapo mwenyewe ni uh, wakili mwandamizi uh, Ussi uh, Hamis Haji na wakieleza kwamba kwa mwaka huu ishirini ishirini na sita wakili Ussi wakili Ussi hakuhaulisha leseni yake, kwa hiyo hakutakiwa kusimamia viapo vya maombi ambayo tulifika mbele yake. Mahakama ilikubaliana na hoja hiyo, kwa sababu ni kosa kisheria kwa wakili ambaye haja renew leseni yake hajahuisha leseni yake ku file ku, ku au ku, ku administer oath kusimamia viapo na sisi kwa sababu ni suala la kisheria wala hatukuwa na tatizo, kama mahakama imejiridhisha kwamba wakili hakurinyule leseni yake. Lakini hiyo maana yake nini? Hiyo haituzuii sisi kufaili maombi mapya. E, nitoe taarifa tu kwa umma kwamba mara tu baada ya mahakama kuu kutoa uamuzi tayari wagombea kumi na saba wa majimbo ya Unguja wameshafaili maombi yao mahakamani ya kuzuia uchome, uchomaji au uharibifu wa nyaraka hizi. Maombi ambayo yashapokelewa mahakamani na kupewa na kusajiliwa. Uh, taarifa tulikuwa nayo ni yamesajiliwa kama maombi madogo nambari kumi na tisa ya mwaka ishirini ishirini na sita na kwamba yapo kwa jaji mkuu yanasubiri kupangiwa uh, kupangiwa uh, jaji kwa ajili ya kuyasikiliza. Kwa hiyo <coughs> nitumie nafasi hii ku wafahamisha wanachama wapenzi na Wazanzibari wote na Watanzania wote eh, kwamba wasiwe na hofu uh, au uh, uh, hili ni jambo dogo sana, na tayari tushalirekebisha na tumesha faili, na sisi tunachokitaka kama chama uh, kama wagombea tunachokitaka ni masuala haya yakaamuliwe kwa haki eh, mahakama ipate nafasi ya kusikiliza pande zote mbili kwenye merit of the matter Eh, badala ya kukimbilia kwenye technicalities, mbinu za kiufundi, mapingamizi yasiyokuwa na msingi sana, au ambayo yanakusudia kufanya mwisho wa haki usifikiwe. Kwa hiyo sisi tutaendelea kupambana sisi wagombea, lakini na mawakili wetu, tutaendelea kupambana kuhakikisha kwamba kila kizuizi cha kisheria tunakivuka na kama ilivyo spirit eh, ya chama chetu na moto yetu kwamba mapambano lazima yaendelee.